Kwa majina anaitwa Abdala Uhuru Ramadhani, mwanafunzi wa kidato cha sita katika shule ya sekondari Kwiro. Leo nataka nionyeshe madhara ya unywaji wa pombe katika ini la binadamu. Kama tunavyoona, niko na ini, mfano wa ini la binadamu, lakini pia nazo mifano ya pombe nao pombe kali, mfano hydrogen peroxide, lakini pia nao pombe ambayo sio kali, mfano wake ni ethanol. Lakini leo ninachotaka niwaonyeshe ni kwamba binadamu atakapokunywa pombe inaenda moja kwa moja kwenye ini, ambapo kazi ya ini ni kufanya detoxification, yaani maana yake kwa Kiswahili kuondoa sumu mwilini, ambapo sumu hiyo maana yake ipo katika hizi pombe, pombe kali na pombe ambayo sio kali matumizi ya pombe kwa muda mrefu yanapelekea ini la binadamu kuchoka, hivyo kushindwa kuiondoa sumu hiyo, na baadaye sumu hiyo kuenea katika mwili wa binadamu na kusababisha madhara katika viungo vingine au organs zingine za mwili wa binadamu kama vile mapafu a, moyo, na, na viungo vya uzazi. Kwa hiyo reaction inayotokea ni kwamba pombe aina yoyote inakuwa ina contain sumu ambayo ni toxic, ambayo kazi ya ini ni kufanya detoxification, kwa kufanya kwa kuiondoa hiyo sumu, kwa sababu ini la binadamu lina contain enzyme, ambayo hizi enzyme kazi yake ni, ku, ni kuondoa sumu yote mwilini na kuipeleka kuwa maji na oksijeni. Kwa hiyo baadaye, tutaweza kujionea reaction inapotake place pale uh, ambapo ini la binadamu linapochoka na kufikia hali ambayo haliwezi tena kuondoa sumu mii kama tunapoona humu ndani kuna pombe kali, lakini tutachukua ini letu, tutaliweka humu ndani, kisha baada hapo tutachukua hii eh, pombe ambayo ni mfano wa sumu, tutaweka katika ini letu kinatokea tunachokiona hapo ni mapovu ambao hao mapovu ni oksijeni gesi iliyotokana, lakini pia yatazalishwa maji, ambao sasa sumu itakuwa tayari imesharahisishwa kiasi yes, kwamba madhara yatatokea kwenye hili ini, ikiwa huyu mtu atakunywa pombe zaidi na zaidi, kwa sababu sasa uwezo wa hili ini kuondoa ile sumu mwilini utakwisha, na baadaye tutajionea kwamba rangi ya ini yenyewe itabadilika kabisa kama tunavyoona hili limebadilika, ni tofauti kabisa na ini letu tuliokuwa nalo mara ya kwanza. Hili hapa kwa kati, mnywaji wa pombe atakavyoendelea kunywa hii pombe, ndio anavyozidi kuliharibu ini lake zaidi. Kwa wale ambao wanaotumia wana vileo pombe ni kama wenyewe wanavyojionea madhara yao ni makubwa zaidi, hususani kwa vijana wa sasa hivi ambao wanatumia pombe kali, ambao watu hao tunakadiria hawatakuwa na maisha marefu, kwa sababu maini yao tayari yatakuwa yameshaharibika. Baada ya muda, atashindwa kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo sumu itasambaa mwilini na kwenda katika viungo vingine vya mwili.